Bwana wazee, mkupoa, mko wengi, hongera sana Iba bwana. bana e, b imekuwa ni bonge la ngoma ndugu yangu e, tukumeongera kwenyewe shukran sana mm. shukrani sana lakini pia nimefurahi mna ndugu zangu wengi apamaadani kwepa maenzami <laughs> mawakimbia Amenifuma <laughs> leo tunaanza na yupi hapa, ni muda mrefu umepita huko. Na mimi yeah, ni, namshukuru ni, ni, uh, ah, Mwenyezi Mungu na uh, imekuwa ni kitu kizuri pia kwa sababu tume prove pia wale ambao walikuwa wanajiuliza kwamba atawezaje ku survive. Kazi wanaziona na zitaendelea kutoka hivyo, na zitaendelea kuona uzito zaidi kuliko ambazo zimetangulia, so yeah, mi namshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna ugumu, sijawahi kuwa na hiyo akili, kwa sababu mpaka nawaza kutoka nini? Mi ni binadamu mwenye akili timamu okay. So yeah, sijawahi kuwaza kurudi, hmm, hata kuwaza ku, kupiga simu kuomba chochote kutoka ambako nimetoka, hmm na namshukuru Mwenyezi Mungu nimesimama niko na timu ya, yangu ya gengi wanangu ya vitu vyangu vinavyoendelea, video sijui kushuti, sijui unaona, tunakuja kwenye ma interview. Chochote unachokiona Ibra nakifanya na spend langu mwenyewe saa so.

mapenzi yako yako yana nyingi, so mi namshukuru Mwenyezi Mungu nimeona ni mtu ambaye anaweza kunisikiliza, lakini pia sio mtu ambaye anakaa kunipigiapigia makelele. Mi makelele na mimi ni vitu vile tofauti, kwa sababu mwenyewe ni makelele tosha. Oh, yeah. namshukuru Mwenyezi Mungu Yesu. Sawa, turudi sa, uh, kwenye hili Bwana Ibrah leo tumesikia hapa ukizungumza kwamba Diamond ushawahi kukaa naye yeah, na katika vitu ambavyo uliwahi kuzungumza naye umesema kwamba Diamond ni mtu ambaye yuko vizuri sana ama na hizo, umeishi naye muda mrefu. We unasema Diamond ni mtu ambaye yuko vizuri zaidi. Kwa sababu so, ni, ni mtu ambaye nimekutana naye kwa muda mchache mm, lakini vitu ambavyo nilipanga naye kwa huo muda mchache niliviona vina mwelekeo kuliko sehemu ambayo nimekaa kwa muda mrefu, na nilipanga vitu vingi ambavyo wenda hivyo ningeshia nayo leo ningekuwa siku hapa ya yeah. Na umezungumza kabisa, umekiri kwamba uko tayari kusainiwa na Diamond kama ikitokea na ikitokea ni biashara biashara. Hata wewe brother, kama unamtonyo tu tunakaa hapa, pesa familia ya pesa <laughs> ya yeah. ya yeah. ya ya ya ya na zile, zile, na ndio maana nikasema ni biashara. Kwa hata hata hata mzee Diamond akija, ni paper, karatasi linasema nini, mkataba ambao tuna saini, kwa sababu mkataba ndio kila kitu, mkataba ndio biashara. mm -hmm. Natakuwa na, ndio makubaliano ya biashara yangu mimi na yeye. Kwa hiyo inategemea na yeye analeta biashara gani. Bana sikuwahi kunikataza na sikuwahi kukatazwa na mtu yote, lakini kutokana na mziki ulivokaa kimatabaka tabaka, so huwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu tuonekane snitch. So tulikuwa tunamuonesha kwamba tuna love na wewe kabisa, kutoka moyoni si at fake. Miss fake life bro. Yeah. Yani, wewe ukinidiss, mimi nitakudiss mpaka nakufa. Umeona? Mm. Kwao kama imetokea mtu kama mess up ni maisha, na at the end of the day maisha yanatakiwa yaendelee. Okay. Yeah. Uliposti, asante, yeah.

Ya yuko vizuri vizurini, asante. Labda kuna kitu nawezekana mm. si mm. amefanya kwako, maana Ibro kaamua kumposti na kumambia asante ya mkijua, vitu vyote kesho mtona vitu vingine. Kini kipo ambacho amefanya kwako, ilikuwa jirahisi kwa jira sababu unajua miongoni mwa watu ambao walikuwa wakivaa e, ugomvi wa Konde ni Ibra. Of course mlikuwa ni kama familia na mara chache tunaona ikitokea battle za Harmonize na Wasafi Ibra atakaa mbele yeah. E, kupigana hiyo battle ilikuwaje, rahisi kwako e, kumpost Diamond na kuanza kuwa mnazungumza pengine na kazi na vitu kama hivyo Asa? kwa sababu kwa sababu pia mtu, mtu ambaye nimejitoa kwake nikapambana, uh, mwisho wa siku ameniona wa nini sasa kwa nini nini niendelee kupambana na kitu ambacho na hisi sio na, naona kabisa sio sahihi, kina, kina nikula mimi tu kina nikula energy, kwa sababu mwisho wa siku natengeneza mgomvi. Kwa mfano mtu kama alivyo Levani Levani, ameanza tu kumcheki juzi tu hapo na kumwambia mambo ya collab, anaingia ingia huko anatokea huko <laughs> anaona kabisa kwamba mchizi kumbe alibaiti alikechi umeona. Lakini at the end of the day ni maisha na yanatakiwa yaendelee, kwa mimi nimeona hamna sababu ya kuwa na matabaka matabaka magomvi magomvi. Mi sina ugomvi na mtu bro. Moyo wako yeah, unauzungumziaje? Kwa sababu pengine kwa mwingine ingekuwa rahisi kukunja, hata kama ungemcheki labda singekubali mzungumze na kukusaidia. Lakini babu, babu yako Diamond ila kwake imekuwa rahisi, amekupokea na pengine kuna vitu vimefanya moyo wake, unauzungumziaje katika, kwa sababu ni mkubwa na ndo, na ndo na ndo mioyo ambayo tunahitaji wasanii ambao wanajiita wao ni wakubwa wawe na mioyo ya kuruhusu vitu wawe na mioyo ya kusamehe kwa sababu wao ndo wanajua ile game zaidi kuliko sisi ambao tumekuja juu right? So, leo kwa mfano mimi nilizungumza juzi juzi kati hapa kwamba Diamond hajanisalimia amekimbia mkono wangu right. Kwa sababu kama una ugomvi na ugomvi wewe na Harmonize sisi tunajua kwamba nyinyi mna ugomvi wa biashara right, lakini usilete kwangu mimi, kwa sababu mimi mimi nachoamini wewe ndo leo tangulia, wewe ndo mkubwa leo na kesho na kesho kutwa. Mimi nikikwama natakiwa ni ni odiki kwa Diamond, nimwambie mzee, mimi nimefika hapa, huko naona mambo hayajakaa sawa, tufanyeje Right, unanisaidiaje? Ili ni push, lakini leo ukiona nikataa, tafsiri yake nyewe ndo mnaua mziki. Sasa mnaanza kuua nyewe mziki. So yeah, niliongea sio kwa sababu eti namchukia Diamond. Mimi siwezi kumchukia Diamond na ukimchukia Diamond wewe ni msanii wa Tanzania au unafanya mziki bongo wewe, utakuwa akili zako zina matatizo. Ningeomba kujua kitu kimoja, IPRA yawezekana pengine kwenye zile kudai haki zako, hakimiliki, labda ule ambao tuwe bilioni moja Simba, kuna mchango pengine amefanya kwa engo fulani kusababisha pengine chinga kupata haki zake miliki lakini pia na masuala madai ya B na vitu kama hivyo. Kuna mm, sehemu amekusaidia hapo? Yeah of course. Yeah, amenisaidia kwenye vitu ambavyo alisimama kunisaidia lakini nilikutana naye pia nikazungumza naye na akanambia kama kuna uwezekano mimi nitaendelea kukusaidia zaidi. So mimi namshukuru sana kwa sababu ni mtu ambaye alionyesha moyo wake kwamba kijana anatakiwa usimame, talent yako inatakiwa iendelee kuchanua, usiwe mnyonge so yeah. I appreciate you yeah. Yeah. Mm. Mimi sina mshtuko wote kwa sababu niko sawa na ukiniona nazungumza nimetoka mwanzo kwamba ni binadamu mwenye akili timamu. Mimi na akili zimetimia kichwani, ko siwezi kufanya vitu ambavyo nahisi mimi na ni understatement au vitu ambavyo baadaye vitakuwa ni nothing, kwa sababu mimi ni kijana na familia nategemewa, na wazee na watu kibao na wanangu. So yeah, wasanii, kila mtu anafanya kwenye engo yake. Sina msanii bora kwa sababu mimi nasikiliza nyimbo ya msanii yoyote na sijawahi kuwa jaji wa kujaji wasanii. Yeah. Mm. Uh, tuliongea tulivyoongea, tukakutana tulipokutana, tukazungumza tulioyazungumza. Usitaki kujua vyote, kesho wewe utajua. Imetokea baina yako wewe na Bando. Bando ni kijana mwenzangu na kijana ambaye mimi mwenyewe pia nilikuwa najitoa kumsaidia, kwa sababu leo tukizungumzia, hata leo ukirudi kwenye page ya Bando, kaenda kuhesabu likes alizopata kipindi ambacho alikuwa na magomvi na mimi. Anaoita ni ugomvi, lakini mimi naona sio ugomvi kwa sababu ananizulumu haki yangu, anachukua kitu ambacho mimi mwenyewe nimekipambania, nimeandika mwenyewe mwenye chorus. Nipe basi hata haki yangu, hata percent yangu, ili mimi niendelee kuishi maisha yangu mengine. Nataka watoto wangu wakizaliwa baadaye wasije wakakuta hata riziki ambayo alitafuta mzee sio sasa. Diamond, ukizungumzia Diamond unazungumzia mziki. Sasa ule ndo mziki wenyewe, kwa hiyo mziki lazima uhusike kwenye mziki. tukikutana na mzee akitu blessi, hainakuwa ni unyama zaidi, sio kama eti akisipotupa collab tunashindwa kusonga, tunasonga kwa sababu sisi hatujazaliwa kufeli. Familia. Right. Lakini ni vizuri zaidi tukianza kujiengage na wakubwa nao pia wakatengenezea mioyo mingine kwa binadamu wengine ambao wao wanawaamini kutoka, kutoka mwanzo ambako wametoka. So yeah, mimi nikurudishe pale pale. Umesema kwamba anataka kukunyima haki yako. Yeah, kwa sababu tumekubaliana, tumekubaliana percent za kwenye kazi kutoa, nikampigia simu, nikamuuliza, akanikatia simu, akanitumia message kwamba siwezi kuongea Nikaambia basi nisaidie tu hata namba huyo mtu ambaye hata nasimamia hivyo vitu vya digital, ili kama inawezekana, kwa sababu mi niko na kampuni ambayo nimesign nayo mikataba, nyimbo yote ikitoka lazima wa collect haki yao, sio mimi, na maana hata sikuona haja ya kugombana gombana naye. Na mpaka hivi ile video imerudi iko pale YouTube, Sijataka kushusha tena, kwa sababu nimefikiria, wakati anakuja mwanzo alikuwa anakuja ananiomba, anambia hii brada, anaomba mimi, mama yangu amefariki tu juzi, umeona, akona muonea huruma. Lakini pia nikiendelea niki, niki tena kumfanyia hicho kitu ambacho, nikiendelea kuwaruhusu wale waendelee kumfungia, itakuwa kama namnyanyasa, kama namuonea, afu ni kijana mwenzangu. Kwa hiyo mimi nimelizia mwache yale na haki yangu, afu atamlipa Mwenyezi Mungu. Mimi sina shida naye tena, kwa mujibu wake yeye alichozungumza yeah, alisema siwezi kukuruhusu nyimbo yako itoke okay, wakati mimi na project, nyimbo yako itakosa nguvu. Kwa sababu nyimbo ili itoke okay, iwe na nguvu, natakiwa tufanye promotion ya kuposti, tuposti. Mimi nitakiwa kupita nishuti clip niposti nyimbo yako, ni right Mi nisipofanya hivyo, wewe bado hiyo nguvu bado hana ya kutendisha nyimbo bado ana nguvu ya kutendisha nyimbo. Nyimbo mtandao gani, jamani? Bro na haitobadilika kwamba atakuwa mtu mwingine atabaki kuwa, kuwa ni brother na maisha mengine yataendelea, lakini swala, hayo mambo hayo mambo tulishaongea kafika kwenye baraza la sanaa kule hmm. wakaweka wakaweka na maandishi kabisa kwamba kuna baadhi ya vitu tunatakiwa tena tuzungumze. Kwa hiyo mimi naona tuliachia hapo liishia hapo la swala la chumbani, swala la chumbani linaishia <laughs> lakini Mzee wako, mzee wako. Wewe si unalia lia we ujioni kwenye simu yako mapenzi <laughs> okay. Yana kazi sana so mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na uh, ikawe ni baraka pia kwenye mahusiano ambayo atakuja kwa sababu ni mtu mzima, afanye uh, afanye fisabilillahi maisha mengine yaendelee. yeah. dakika tatu jamani itabadilika Kitakachobadilika, kilichobadilika maana sio kitakachobadilika, ni strategy za kazi, ni kila kitu kimebadilika, kwa sababu Ibra yuko tena, alipokaa maisha mengine yanaendelea ya. Yeah of course, kwa sababu ndio kitu tunachokiomba, Mwenyezi Mungu atubariki riziki zaidi, na sisi tusupport vijana wenzetu. <laughs> Amna zile zilikuwa zimeshachuja za zi zi muda mrefu. Amna oh, hazikuwa. yeah, ni feki zilikuwa ni zenyewe, lakini sasa unajua chenu kiva sana muda mrefu, lazima huwezi kuvaa details moja muda mrefu. Bado anajifungua siku za karibuni.